Mabadiliko na uwazi shusha tanga. Safari safari Mjimbini, safari Kangani, safari Mtambile, safari Kengeja. Je, tuko pamoja? Zanzibar moja, Zanzi pa moja. Asanteni sana. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wachama, wa chama ukiwa mgombea wa urais wa Zanzibar na inshallah kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa yale aliyoyateremsha Mola wetu, na viumbe vyake, na umma uliokusanyika hapa inshallah tarehe 29 tutakuchagua tuta uwe rais wetu wa Zanzibar inshallah. Mheshimiwa makamu mwenyekiti ambaye kwa pia ni mwenyekiti wetu wa, wa kamati ya ushindi ndugu yetu Ismail Jussa, Mheshimiwa naibu katibu mkuu mama yetu mpenzi Bi Zainab, Mheshimiwa mratibu viongozi wa kamati kuu viongozi wa halmashauri kuu, wenye viti na makatibu wa mikoa yetu ya Pemba, viongozi mbalimbali wa ngome, wazee, wanawake na vijana, wanachama wenzangu wapenzi, wanawake na wanaume, asalamu aleikum. Habari za jioni. Tumefurahi makofi kwa wingi. Tutamchagua Mheshimiwa Osman. Hebu yeah! Tumkaribishe na kumuonesha sisi tuko tayari kumpeleka Ikulu. yeah! Mheshimiwa Osman hawa yeah! hawana wasiwasi bwana, kura zote tarehe 29 ni za kwako, lakini pia tunaamini tutawachagua wabunge wetu na wawakilishi wetu asi ndio haya yeah! basi sala na salamu pia ziende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye yeah, na ali zake na sahaba zake na umma wote unaofuata njia yake kwa wema mpaka siku ya malipo. Mungu nasi atujalie aliye tuyo miongoni mwao. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla sijafungua hichi kikao na mambo mawili madogo, jambo la kwanza nimepewa salamu tumpe mwenyekiti wetu wa ushindi Mheshimiwa Ismail Jusalado huko mitaani ukiwa katika hadhara kama hizi, watu hukaa wakichukua mitandao yao na kukuangalia kwa kweli, dozi unazowapa wana CCM na kuwazindua wananchi wa nchi hii wanakufananiza na yule jogoo alfajiri anayewika saa kumi na kuambia watu sasa, amkeni mwende mkaswali, mwende mkatafute maisha. Kwa hiyo tunakupongeza mheshimiwa Jussa, asante sana, hilo la kwanza. Mheshimiwa mwenyekiti, na wananchi wenzangu, jambo la pili, mimi binafsi napata mashaka, napata mashaka kwa sababu mpaka leo kuna watu hasa upande wa pili wa chama cha mapinduzi, wao katika hii dunia wanaona hawatakufa na wanaona wataishi milele katika hii dunia na ndio ikawa asubuhi na jioni, wao wanawaza dhulma, wao wanawaza mauaji. Jambo la kusikitisha sana, hawajifunzi watu hawa kwamba hii dunia ina mwisho. Walikuwepo majabari zaidi ya majabari kama wao, na hatimaye hii dunia wameiwacha. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa CCM kwamba hii dunia sisi ACT tutaiwacha na nyiye CCM tut, mtaiwacha. Tutakwenda kwa Mungu kuhukumiwa. Acheni dhuluma, ndugu zangu. Nyie mkikaa mnawaza mauaji, mnawaza wizi. Jambo la kusikitisha zaidi, wanaosimamia haya wengine ni maalhaji ni maali haji na wanafunga Alhamisi na Jumatatu, lakini ukija kwenye dhuluma wao nambari ya kwanza. Nimalizie, siku tatu nyuma, siku tatu nyuma, ndani ya hili banda la karafuu hapa, miongoni mwa maalihaji hao, wamewakusanya wazee wetu hao wa kaya maskini Wakawambia ati kama hamkumpigia kura Huseni Mwinyi, basi serikali haitakuwa pamoja na nyie, wala hamtapewa tena hiyo posho ya kaya maskini.